Tunaendelea, kuna swali la nyongeza. Mheshimiwa Baraka Ulimboka, lini miradi ya umwagili, ya umwagiliaji ya mbuga ya Tenende na Katumba Songwe itaanza? swali langu namba 132, nipatiwe majibu. Asante sana mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha elfu mbili na ishirini na tano ishirini na sita serikali kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inaendelea na upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa miradi ya umwagiliaji ya Tenende na Katumba Songwe kwa ajili ya kujua gharama halisi za ujenzi wa miradi hiyo. Upembuzi yakinifu na usanifu wa miradi hiyo unatarajia kukamilika ifikapo Julai 2026, na hivyo kujumuishwa kwenye mpango kazi wa ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji katika mwaka wa fedha 2026 2027. Mheshimiwa Limboka. Nashukuru Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri sana ya Mheshimiwa naibu waziri, katika wilaya ya Kyela kuna mradi wa umwagiliaji ambao tayari tunaishukuru serikali imempa ime mkandarasi, na anaenda vizuri na nimpongeze mkandarasi mzawa anayefanya ile kazi. Ni lini skimu hiyo sasa itakamilika? Kwa sababu kuna changamoto ndogo ndogo zinazomkabili mkandarasi huyo, lakini bii yake, je Mheshimiwa naibu waziri atakuwa tayari kuongozana na wataalamu wake kuitembelea ile skimu ili ajue changamoto ambazo zipo nje ya zile ambazo zinaonekana katika nyaraka? Kuna baadhi ya maeneo ambayo wananchi wanalalamikia baadhi ya mambo katika fidia. Waziri. Asante sana Mheshimiwa Spika. Uh, nimpongeze mbunge wa Kyela, uh, kaka yangu Baraka Mwamengo, umeanza kazi vizuri, na jambo moja tu uwe na uhakika nalo moja, skimu itaisha kwa wakati, kwa sababu eh, tutajitahidi kusukuma fedha, lakini vile vile kuhakikisha kwamba mkandarasi anafanya kazi kwa viwango ambavyo tumekubaliana kimkataba. Kwa hiyo hilo tutapambana nalo ili wananchi wa Kyela waweze kunufaika. Lakini la pili, nipo tayari, tutaongozana mimi na wewe, bahati nzuri tuko njia moja, nitafika katika hilo eneo mimi pamoja na wataalam. Asante Mheshimiwa.